Dini, unaweza kutuandikia kupitia namba sifuri saba tano tisa tatu mbili mbili saba moja moja, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo na utatufikia kama sisi, sisi tutausoma kama ni swali, kama ni maoni ya wataalamu, na watajibu, aa, kutoa ufafanuzi yoyote ambayo wamesikia. Lakini vivyo hivyo tuko pia kule kupitia kwenye tovuti, Facebook au Twitter, pia kule unaweza ukaandika maoni yako, hata kule YouTube pia unaweza ukaandika maoni yako na tutakuja kuyapitia. Mimi ni Othman Suleiman, niko hapa na Bella Kura. Pamoja na amali mbili, lakini studioni tunaye Dr Happy Kokwenda na Peter, yeye ni mtafiti mwandamizi kutoka TAFIRI, lakini vile vile tunaye uh, na Inocent Sailale, yeye ni kaimu mkuu wa kitengo cha tehama TAFIRI. Tuko nayo hapa, tunazungumza mambo mengi kuhusiana na uvuvi na zaidi majua leo bajeti iliyosomwa bungeni na wizara mm, yeah. Uh, hii ya mifugo na uvuvi. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana au vinatajwa sana kwa sababu hiyo, ukizungumzia uvuvi uh, unazungumzia wavuvi ndio, mm, yeah. uh, sasa katika vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa zaidi ni pamoja na, nakumbuka tunaweza kuona hapa, na mkurugenzi akatueleza pia katika mafuadha ambazo mzifanya ambazo zimekwisha kamilika, bila shaka ni pamoja a teknolojia hivyo hmm. naweza kafanyaje shughuli zao za uvuvi, a kutupia teknolojia ni kwa namna gani? Ni katika mambo ambayo tunatamani tu yajadili kwa undani na wewe, mvuvi, popote pale ulipo, na nafasi ya kufuatilia na kujua teknolojia nawezaji kukusaidia eh, kukamilisha jambo hilo la kwanza, lakini la pili, si tu kwa uvuvi, hata wewe mlaji Uh, kupitia hiyo hiyo teknolojia inaweza kukusaidia kufanya mambo yako ya kamuua kabisa. tunaana taalamu karibu sana katika na studio ni za radio ninze naled uh, Dkt Happy, tuifahamu kwanza TAFIRI ni kitu gani, lakini pia kina majukumu gani kwa Watanzania tupate kuinyua i ndata, yeah. Uh, tafiti mwandamizi kutoka taasisi ya utafiti na uvuvi Tanzania. Yeah. TAFIRI yeah. Uh, kama ambavyo nimekwisha sema ni, ni taasisi ambayo inajishughulisha na tafiti zote ambazo zinafanyika kwenye maji ambayo ni maji ya bahari, maji aao, tafiti zote ziko chini ya taasisi ya utafiti ya uvuvi ili kuweza kupata matokeo uh, tunaweza kushauri wizara katika mambo tofauti ambayo yanahusiana na mambo ya kijamii, maji ambayo ni maji ya baharini na maji ya mtafiti baridi. Na mimi mtafiti maji chomi sana sawa, naenda mtafiti mwenyewe, na mimi ndo mtafiti. Wewe unatafiti kitu gani katika maji? Tunatafiti vitu vingi, kwa sababu kama samaki mwenyewe ambako kuna aina tofauti za samaki tunamtafiti samaki uh, kwa kuangalia aina zilizopo, kunatafiti kwa, kwa upande wa magonjwa ya samaki mm. Tafiti kwenye uh, idadi kuatafiti kwenye uh, biodiversity, lakini pia tunatafiti kwenye mazingira yake yenyewe, mm, kwa sababu samaki kwa katika mazingira ya maji yeah. Kwa hiyo na maji nayo pia tunayangalia, ambapo katika ya maji a katika tunaangalia sasa, tunaangalia ishu ya chakula kich kwenye maji issue ya uh, aina tofauti ya chemicals, aina tofauti ya taarifa ziko kwenye maji ambazo zinasababisha samaki au viumbe vya kwenye maji viweze kuishi pale, mm. kwa hiyo na uchafuzi pia wa mazingira katika maji tunataka tukaangalia, kiwango cha oxygen kilicho kwenye maji, kiwango cha joto kilicho kwenye maji ambacho kinamsababisha samaki wa aina fulani, au kwa katika mazingira. Na mnaangalia samaki pekee yake ama viumbe vingine ambavyo vipo pia huko kwenye maji? kama ambavyo nimesema, viumbe vilivyo katika maji tunakuta kitu katika maji, lakini lazima samaki au kinaweza kuwa ni rahisi kwa kuweza kueleweka, ni viumbe vyote vilivyo kwenye maji na mazingira yao ambayo tunasema sasa ni maji. Sasa ni kwa sababu leo kuna nyingine, kwa sababu mara nyingi tukizungumza masuala haya na hususan ile mtu anazungumza leo, watu wanazungumza sana samaki hapa, lakini tuna viumbe vingine ambavyo vipo huko ambavyo pia baadhi vingine vinalika. Kwa mfano hivi kana analika, ka kana analika vizuri, kila kana analika au kuna kuna aina za kaa kwa kwa kwa utaratibu kwa pesa, naeza kasema kila kaa nalika, lakini namna gani naweza ukamtengeneza ili aweze kulika, kwa sababu kuna samaki wengine ambao wanaweza kuta ukimahapapa, naweza kaa na kama sungu au vitu ambavyo anavitoa ndamwake kasababisha madhara kwa mlaji, lakini wanaweza kuta kuna namna ambao wana prosesi ambayo naweza kasababisha akaweza kulika. Sawa. mm -hmm. ma sawa tutu mm. Kwa hiyo kuna mazingira, kunaweza kuwa pia na tamaduni za watu tofauti tofauti, wakaweza kala kitu tofauti. Kwa hiyo watu kasema viumbe tofauti, kukaa na nyika vitu ambavyo vinapatikana kwa jamani, kile kinachopatikana bali ni samaki uh, tukisema samaki kwa kwa utaalamu au kwa kwa kwa nicho kisomo cha biolojia, samaki ana sifa zake ambazo zinasababisha ito samaki, ambapo tunasema haya mzima hayo na awe na mapenzi awe na hata scales au

Si samaki sio kwa wanaweza yes. So, so, tunawita samaki kwa Kiswahili kwa jumla, lakini tukija sasa kwenye namna ambayo tunaita kibaiolojia wanaweza kaa kwenye grupu toku ambayo sio za samaki. Kuna retazani ya maji, kuna tuji ndani ya maji na samaki wenyewe pia samaki atachulaa kwenye maji. Nashukuru sana. Ma, a ama mskizaji, tuna Innocent Sailale. Yeye ni kaimu mkuu wa kitengo cha TEHAMA hapa TAFIRI. Innocent, karibu sana. Msingi wa mazungumzo wetu sisi ni teknolojia na katika hii sekta ya uvuvi ya ni mtaalamu wa TEHAMA TAFIRI, mekuja na teknolojia gani kwa ajili ya kuwasaidia wavuvi lakini pia na sekta ya nzima ya uvuvi? Tunashukuru sana mtangazaji. Um, TAFIRI tumekuwa tunafanya utafiti kwa muda mrefu, na TAFIRI ni taasisi ambayo ina kada mbalimbali za watafiti ikiwemo watafiti kama Dkt. Happy ambao ni watu wa samaki, lakini kuna watafiti wengine kama sisi ambao ni watu wa teknolojia kwa na watu wengine wanaoshukriana na mambo ya jamii za uchumi. Kwa hiyo kuna watafiti wanaoangalia hali za wavuvi na maisha yao kwa ujumla, kuna watafiti ambao wanaangalia magonjwa ya samaki, kuna watafiti ambao pia wanaangalia mnyororo wa thamani ya mauzo na shughuli zote za uvuvi, na vilevile tuna watafiti ambao wanaangalia wingi wa samaki na samaki katika maji ya njia. Sasa katika muunganiko kwa huu wote uh, tunamhudumia mtu ambaye anaitwa mvuvi ambaye tunajaribu kumwangalia namna gani anaweza akatoka kwenye step moja kwenda kwenye kwenye step nyingine kutafiri kwenye mambo ya upande huo sasa wa innovation na ubunifu kwa kwa kutumia tehama uh, tumekuja na mifumo kadhaa. Mmoja wapo ni namna ya kukusanya taarifa kwa mvuvi, lakini ambao unaitwa um, Catch Information Management System. Lakini vile vile tuna namna ya kumsaidia mvuvi, yeye akitaka kwenda kuvua akajua akaenda kuvua wapi na mkwa nini anakwenda kuvua, na pia kuangalia hali yake ya hewa katika siku hiyo na wapi anaweza akaenda aka ist akatele kwa uhakika wa asilimia kubwa ya kuweza kupata samaki. Kwa hiyo pia ni, ni, ni teknolojia ya kutumia satellite Ee, kuweza kuwapa taarifa wavuvi wapi wanaweza kwenda kufanya uvuvi kwa siku husika. Na kingine tena ambacho tumekifanya ni namna gani ya kuchagiza kuweka vivutia samaki tunaita na zenyewe pia zinawekwa, lakini na zenyewe zinasaidia kutengeneza kivuli cha samaki hizo kupumzika. Nazo tuliziweka kwa kufuata mavuno viashiria vya wetu tukaviweka wanaoendelea kutafuta samaki kwenye maji yote ya bahari. Na hii teknolojia unaipata wapi? Ni kwenu tu wenyewe au pengine kuna baadhi ya mataifa wanaitumia na pengine inaleta matokeo kwa. Teknolojia hii sio mpya, lakini ilikuwa zaidi zamani kwa ajili ya shughuli za za, za kibiashara. Satellite ilikuwa ikituma taarifa na baadhi ya watu walikuwa wanazichakata taarifa zile na kuuza kwa vyombo vikubwa vya uvuvi dunia vinavyoenda kuta samaki kwenye maji mbalimbali mbali ya duniani. Sasa teknolojia hiyo imekuwa muda mrefu, lakini ilikuwa haijaja kwenye jamii kwa sababu ni chembe ile ilikuwa inauzwa. TAFIRI iliamua kufanya utafiti huo ili kuirahisisha ka, ya, kwa hiyo teknolojia ya kuweza kusoma hadi kwenye maji yetu ya kawaida ya kawaida ya ndani, na kuweza kuwasaidia kuwapa wavuvi hawa wa kawaida na wengine kuipata teknolojia hii bure. Kwa hiyo um, ni ni ni, ni, ni jambo lilikuwepo, lakini limerahisishwa kwa ajili ya kuwasaidia wavuvi wetu wanuame waweze na wenyewe kukunufaika na huduma hizi kum, za kiteknolojia mm. So, ndio so, mm. Uh, mtafiti mwandamizi Dkt Happy Kokwenda Peter, natamani kufahamu katika hizi tafiti ambazo mnazifanya uh, mmebaini nini, kwa sababu Tanzania ni moja kati ya mataifa ambayo yana uh, in, in, maji ina mengi kwa baharini, ukitoka kulitanga mpaka mtwara ni kubwa sana lakini hadi kuna huko kisiwani Mafia guja Pengo, yote ni Tanzania, lakini ukija humu ndani kuna maziwa makubwa tu, ukizungumza Victoria, Tanganyika, kuna Nyasa, mito na usiseme. Sasa katika tafiti ambazo mlikuwa mkizifanya, zinaleta matokeo gani sasa kwa uvuvi, na kuifanya hii ye sekta iwe na mchango mkubwa sana, si tu kwa uvuvi, lakini pia kwa taifa kwa ujumla?